Kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2024 2025, e bana, moja kati ya watu ambao wameonekana kwamba kuweza kuguswa na jinsi ambavyo watu tofauti tofauti wamekuwa wakichukua form e bana, licha ya kwamba hawana uwezo wa kuenda kugombea lakini pia kuweza kuwazungumzia wananchi ambao e bana wanahusika katika sehemu husika ni kwamba Roma Mkatoliki, yeye ni moja kati ya watu ambao wameweza kutoa mtazamo wao kupitia ukurasa wake wa Instagram. E bana, ameweza kuandika ujumbe ambao ni mzito kinoma noma amekuwa na hisia bana kubwa. Sasa kwa upande wa Roma ameweza kuandika ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi Watu wengi wanafurahia sana wanapoona anayegombea aliyeteuliwa ane, aliyechaguliwa kuwa ni kiongozi fulani, ni mtu anayefahamiana naye au ni mtu wake wa karibu, ana maslahi naye. Hata kama mtu huyo hatoshi kwenye nafasi hiyo ya uongozi, lakini kwa kuwa ni mtu wake anafahamiana naye, atafurahia apate hiyo nafasi ya uongozi na, na, na atampongeza sana. Ina maana kuwa hizi nafasi za uongozi nyingi zina, zinafanywa ni fursa za kufaidisha viongozi na saiko na sio viongozi wa taifa, wananchi wote eh, kwa uju... na sio viongozi na taifa na wananchi wote kwa ujumla, tunaongozwa na mapenzi binafsi badala ya kuweza kutazama kiongozi bora kufurahia na kumpongeza mtu ambaye unajua kabisa kwamba hawezi kuongoza hata mtaa. Maana yake ni kwamba unaruhusu mtu huyo aende akaongoze vibaya Watanzania wenzako, kisa tu ni mtu wako wa karibu, kwa hiyo pengine hutokosa chochote kitu, na ndio maana tunapata viongozi wabovu. Mfano, mimi nisikie siku rais amemteua Stamina kuwa DC wa Morogoro, najua kabisa kwamba Stamina uongozi hauwezi, lakini natoka hadharani na shangilia na mpongeza sana, akaweka emoji fulani hivi za kucheka tubadili Mindset, najua e, bana ni watu wetu, e, bana tunawapenda sana lakini, wanaenda kuongoza maeneo muhimu sana e, kwa taifa na wananchi wote tusio ma selfish kwa kutoliona hilo, otherwise awe mtu wako unajua asilimia mia ana ndoto, nia, vision, uwezo wa kuongoza nafasi hiyo, akiweka emoji fulani hivi za blue tick, lakini pia asilimia mia. So huo ndio ujumbe ambao Roma Mkatoliki ameweza kushare kupitia kurasa yake ya Instagram. Wapo baadhi ya watu tofauti tofauti, wao wameweza kutoa mitazamo yao baada ya Roma kuweza kutoa mtazamo wake huo hapo, kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 28 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Kuna huyo ambaye amesema e bana. All the time umekuwa ukitupa fact, lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema always fact blow. Lakini pia kuna hao wengine ambao wanasema ebana hivi hili hapa amlioni. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba e, Roma rudi bongo chukue jimbo. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba sema mkato, huaga unawaza beyond na fikra za kawaida tu. Big up sana. Akaweka emoji fulani hivi za kumpa hongera sana. So, kuna huyu mwingine ambaye anasema e, bana Roma rudi home utuweze kusaidia e, bana sisi wa Tanzania. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba mfano mimi najua kabisa kwamba anaweza kuongoza jimbo la Mbozi ila mpaka sasa hivi haja So, ebana, wapo watu wengi sana ambao wanatoa mitazamo yao kuendelea kumpongeza, lakini pia wengine wakiendelea kutoa mitazamo yao baada ya Roma kuweza kutoa ujumbe huu mzito kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanachagua tu, wa, wa, wa, wa, wa, wanafurahi kumuona kwamba mmoja kati ya watu ambao unafahamiana naye ameenda kuchukua tu form, lakini pia hana uwezo. So, wa, wa kwamba kuongoza wananchi, anaenda kutimiza mahitaji ya wananchi ambao wapo katika eneo husika. So, kwa kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Dropisha comment yako kwenye ancha comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.